Katika tukio la kihistoria, Papa Francis alitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mnamo Novemba 25 mwaka 2015 akipokelewa na aliyekuwa rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta. kiwa kiongozi wa pili wa Kanisa Katoliki kuzuru Kenya baada ya Papa John wa pili kuzuru Kenya mwaka 1985 na kurudi tena mwaka 1995. Na baadaye, yeye pamoja na viongozi wengine wakiwemo marais wa zamani hayati Daniel Moi na mwenzake Moi Kibaki walitangamana katika Ikulu. Kisha kuwahutubia viongozi wa Kenya pamoja na mabalozi, akiwahimiza kuzingatia amani, upatanisho na msamaha. Stand strong in faith. Do not be afraid for you belong to the Lord. Mungu awabariki. Mungu abariki Kenya. Katika hotuba yake muda mfupi baada ya kuwasili, Francis aliwataka viongozi duniani kutilia maanani maendeleo ya kiuchumi na kuonya kuhusu haja ya kukabiliana na umaskini kama kichocheo kikuu cha migogoro na vurugu. Kwenye siku ya pili ya ziara yake, alishiriki katika mazungumzo na dini mbalimbali, akihimiza imani na umoja katika jumuiya mbalimbali za kidini. Pia alikutana na makasisi na waseminari katika shule ya St. Mary's akiwatia moyo katika majukumu yao ya kiroho. Tukio la kukumbukwa zaidi katika ziara yake hapa nchini ni alipoongoza ibada ya misa katika Chuo Kikuu cha Nairobi, licha ya mvua kubwa, maelfu ya waumini wakihudhuria. Vilevile, Papa alizuru mtaa wa Kangemi, nyumbani kwa zaidi ya watu elfu mia moja, wengi wakiwa kutoka familia zisizojiweza, alipotoa wito wa kuwachunga na kuwaonea huruma wanaoishi kwa umaskini that leads to prejudice and discrimination. Masuala ya umaskini, kusuluhisha migogoro, usawa katika jamii na mazungumzo kati ya dini mbalimbali mbali yalitawala katika hotuba zake. Kilele cha ziara yake kilikuwa katika uga wa Kasarani alipojumuika na maelfu ya vijana akiwataka wawe katika mstari wa mbele kushinikiza mabadiliko. Na mwishowe hafla ya kuondoka ilifanyika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na kuelekea taifa la Uganda. Edwin Mbogwa, K 24, saa moja.